Yeah, leo nitaenda kukuonyesha jinsi unavyoweza kuficha baadhi ya picha zako zisiweze kuonekana kwenye, kwenye gallery. Wakati mwingine unaweza ukawa una una picha ambazo hutaki labda ziweze kuonekana na mtu mwingine au wakati mwingine umempa mtu tu simu, kitu cha kwanza anakimbilia kwenye gallery. Kwa hiyo unachotakiwa kufanya fata baadhi ya hatua ili uweze kuzificha. Mimi hapa kwenye galeri yangu nitakwenda kuficha hizi picha za WhatsApp ya yeah. Haraka haraka, ingia kwenye file manager au my files. Nitaingia kwenye my files. Baada ya kuingia kwenye my files nitatafuta ilo folder la, la WhatsApp. Baada ya hapo nitali hold then nitapata option. nitabonyeza option. baada ya hapo nitarename. Sasa hapa kwenye kurename utaanza na nukta. Baada ya hapo utasave. Baada ya kusave, moja kwa moja utaona tayari folder lako la WhatsApp limesha limeshapotea limesha, yani limekuwa hidden. Baada ya hapo sasa, unabidi ulistart ile galeri yako, kwa sababu ulishaifungua au kama ulishaifungua, basi utabidi ulistart. Baada ya hapo utaifungua. Nitaenda kuifungua galeri yangu, tuone kama zime picha bado zinaonekana au zimesha kuwa zimefichwa. Ya yeah, unaweza kaona tayari picha zote za WhatsApp sasa hivi hazionekani. WhatsApp profile, WhatsApp image, WhatsApp video zote zimesha kuwa hidden. Sasa kuzifanya au ukitaka kuzirudisha tena ziweze kuonekana, unafanya vile vile, utaingia pia kwenye my files kama kawaida. Baada ya hapo, utatafuta ile folder lako la WhatsApp. folder la WhatsApp tayari ulisha hide kwa alitoonekana tena. Ili kulirudisha utabonyeza option button, utabonyeza option baada, utabonyeza ya kushapata option, utaingia kwenye setting. Kisha ingia kwenye setting, uta utabonyeza hapa kwenye show hidden files, utabonyeza hapo. Baada ya hapo utarudi, utaona zile hidden files. Hidden files zote zimeanza na doti. Baada ya hapo utaona WhatsApp yako ambayo tayari ukisha rename. Baada ya hapo, ukihold ile folder lako la la WhatsApp ambayo ilikuwa imeli hide. Ukihold unapata options zingine. Utarename tena, utarudia kurename. Kwenye kurename sasa safari uta delete au utafuta hiyo dot. Baada ya hapo utasave. Baada ya kusave moja kwa moja utaona folder lako limesha rudi kama kawaida. Na picha zako hapo zitakuwa, tayari unaweza ukaziona katika galeri yako kama kawaida.